this is spiritual media or Unu et Anima Una telling our stories to the ends of the world through the media the past the present and the futureza leo tume karibuni kwa interview yetu ya leo E, mimi naitwa e, Edward Khaemba e, nimezaliwa kule Kenya na mimi ni padri wa shirika la Roho Mtakatifu. Nimezaliwa Kenya lakini nafanya kazi kule Australia na hapa ni Paris, Ufaransa. Tumekutana wanachama viongozi wa wanachama wa shirika kujadili mambo ya shirika. Na niko na mwenzangu hapa ajitambulishe. Okay, asante. E, na mimi naitwa Mariano Espinoza Sala. Natoka kule Amerika ya Kusini nchi ambayo inaitwa Paraguay, na pia mimi ni memba wa shirika hili la Roho Mtakatifu na nimekuja pia kama mwakilishi hapa katika mkutano wetu wa kishirika na mwakilishi kutoka maeneo mbalimbali kutoka mission yetu hapa nani, sehemu mbalimbali duniani. Na kwa sasa hivi mimi niko nafanya kazi huko Roma, e, Italia kwenye makao makuu yetu ya shirika. Niko kwenye ofisi ya haki na amani ambayo inaangalia shirika nzima, e, duniani. Asante Mariano na Mariano, shirika la Roho Mtakatifu lilianza namna gani? Sasa hivi sisi tuko hapa Ufaransa yeah, na shirika letu eh, sasa hivi tayari ni miaka mitatu na ishirini, na ishirini na tatu yeah. Uh, shirika limeanzishwa hapa hapa Ufaransa yeah, eh, hapa hapa maeneo ya Paris na sehemu zingine hapa Ufaransa yeah. Ilikuwa elfu mbili elfu moja mia, mia saba na tatu na miaka mingi iliyopita, na mpaka sasa sisi tuna tunaendelea kazi ya umisionari uinjilishaji katika kanisa sehemu mbalimbali duniani. Sisi ni shirika la kimisionari ilianzishwa hapa, alafu wamisionari walienda sehemu mbalimbali duniani, na ndo sisi kwa sasa eh, unatuona nani tuko wa Spiritan wa shirika letu wa nchi mbalimbali kwa mbali. Mfano, mimi kutoka Paraguay hapa na ni mwenzangu kutoka Kenya, na tuko tunafanya uh, kazi katika nchi nyingine ambayo si ya kwetu. Sisi wa missionary ni kawaida, hatufanyi kazi, hatukai katika maeneo yetu sisi kiasili, tunatumwa tunaenda, yeah, yeah, yeah. Halafu pia uh, shirika hili limeanzishwa miaka hii iliyopita uh, ilikuwa inaitwa shirika la Roho Mtakatifu. Sasa baada ya muda fulani, baada eh, ya miaka mwaka mia na kidogo huko, eh, limejiunga na shirika lingine, na shirika ile lingine pia limeanzishwa hapa hapa Ufaransa. Kwa hiyo hiyo shirika mbili hizo zimekutana eh, wakati fulani hapa ndani ya historia, wameungana, ilikuwa elfu moja mia nane arobaini na nane wame wameungana halafu, mpaka sasa sisi tuko changanyiko ya hiyo ya mashirika haya mawili, na ndio jina la shirika shirika la Roho Mtakatifu, na e, chini ya ulinzi ya Roho Mtakatifu mari na. Kule Kenya shirika la Roho Mtakatifu lilifika mwaka wa elfu moja mia nane themanini na tisa, walianzia kule Mombasa okay. E, wakaanzisha Akdasis ya Mombasa na baadaye wakakuja kule ndani Nairobi, wakaanzisha parokia ya St. Austin's pale Akdasis of Nairobi, wakaanzisha pia hiyo Akdasis of Nairobi. Eh, askofu wa kwanza pale Nairobi eh, at, eh, Bishop McCarthy alikuwa spiritan. Kwa hiyo pia tuko na eh, historia ndefu pale Kenya kuanzia kule Mombasa eh, eh, 1889 alafu wakakuja pale ndani Nairobi wakaenda kule, mumba, eh, Ukambani, eh, kule Ukambani Machakos. Kwa hiyo pia sisi tuko na historia ndefu ya shirika la Roho Mtakatifu, na mimi kukutana na shirika la Roho Mtakatifu ilikuwa kwenye parokia yangu, nimezaliwa kule magharibi mwa Kenya kule e, jimbo la Kakamega. Kwa hiyo mara ya kwanza nakutana na, na Holy Ghost Fathers wakifanya kazi kwenye parokia yangu ya Bulimbo. Bulimbo iko okay. E, kwenye jimbo la Kakamega, na pale nikaweza kujua wanavyo kuona vile wanavyofanya kazi, kujitolea, kujinyima, na basi wakanivutia na mimi kujiunga na shirika la Roho Mtakatifu, na nikajiunga nao. E, mwaka wa elfu mbili e, elfu mbili nikajiunga nao, nikaanza postulancy kule Uganda. e, mwaka wa elfu mbili na moja nikaenda Tanzania kufanya e, falsafa e, miaka mitatu e, mwaka wa e, elfu mbili na nne hadi elfu mbili na tano nikafanya novishet kule Tanzania bado E, Magamba e, mwaka wa mm, e, elfu, e, elfu, e, elfu, mbili na tano hadi elfu mbili na saba nikafanya pastro e, utume kule Australia Aboriginal Ministry A, alafu nikarudi Nairobi e, mwaka wa elfu mbili na saba kusoma theolojia nikamaliza mwaka wa elfu mbili na kumi na moja nikapadirishwa. E, mwaka wa elfu mbili na kumi na moja e, nikatumwa mission ya kwanza kule Ujerumani miaka minne, alafu baadaye tena nikarudishwa e, Australia mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Sijui nawe safari yako imekuwaje, Mariano? Sawa, so, uh... Sisi huko kwetu Amerika ya Kusini yes. Katika historia yetu ya shirika huko yeah. Uh, ili shirika letu uh, ili shirika la kwanza hata ili shirika la pili yeah. Uh, mashirika yote mawili yalianzishwa kwa kuwatuma tuseme, wa misionari zaidi sana katika bara la Afrika yeah. naona. yeah. kwa hiyo yeah. Ndio maana uh, tukiangalia historia ya shirika zaidi sana Ilifanyiwa huko Afrika yes, kwa maana Kenya, Tanzania, Mombasa yeah. Yeah, eh, na Zanzibar, maeneo ya huko walifika miaka mingi iliyopita, kama Kenya kwa mfano elfu moja mia nane na themanini na tisa. Na sisi kwetu huko Amerika ya Kusini, huko maeneo ya Brazil, Paraguay, Bolivia, maeneo ya huko walichelewa kufika. okay. naona kwa sababu nguvu yao yote walikuwa wanaweka Afrika yeah, yeah. Sasa eh, pale elfu moja mia tisa sitini na mbele huko yeah. walianza kusema sasa ilikuwa vizuri tuende pia maeneo ya huko Amerika yeah. Amerika ya kusini huko, basi ndo walianza sasa, tuseme kuhamasisha watu wa shirika wa nchi mbalimbali hapa ya, ya Ulaya na sehemu zingine wa wajenge sasa kundi ya wamissionari na waende kwenye hizi nchi za Amerika ya Kusini. mm. na ndo wamefika kwetu Paraguay, ilikuwa elfu moja mia tisa sitini na saba. oh, okay. si muda mrefu sana yeah, yeah, yeah. sasa ni miaka hamsini nao sitini hivi ndio yeah, yeah. walifika kwetu okay. sasa wale wa kwanza walikuwa wa Faransa, wa Hispania, wa Portugali ndio walitengeneza kati yao kundi sasa, na walienda kwetu. Sasa mimi nilipozaliwa katika jimbo letu na parokia yetu mm. hawa watu wa misionari tayari walikuwa pale. Kwa hiyo mimi nimezaliwa pale kwenye parokia yetu yeah. tayari wa spirita walikuwa kule. Kwa hiyo mimi nimebatizwa na hawa watu uh -huh. wa misionari hawa uh -huh. nilipata na ni sakramenti zote kama kumuni ya kwanza kipa imara na kila kitu, chini ya uongozi wao katika parokia yetu. Kwa hiyo tangu nilipozaliwa mimi nilikuwa tuseme, kwa namna moja nyingine, spiritani tayari. Sasa nilipokuwa sasa shule ya sekondari nilikuwa eh, nanii yes, nashiriki kwenye kundi la vijana kateki, katekisi mwana nini, tukiwa nao katika parokia. Sasa pole pole sisi vijana sasa, katika kundi letu tulikuwa tunawaangalia, tuna hawa watu walikuwa wageni wote. Yes. kwa sehemu mbalimbali ya Yes. nchi mbalimbali kutoka Ulaya, wapi wanaongea lugha nyingine tofauti, kati ya na tunaanza kujiuliza. Mimi mwenyewe nimeanza kujiuliza sasa, sisi hatuwezi yes, pia kuwa kama kama hawa yes, tuende sehemu mbalimbali duniani yes, tujifunze lugha ya watu yes, tujifunze utamaduni ya watu, tuwafahamu watu wa aina nyingine, kwa sababu hawa ah, wanakuja kwetu, tunawapokea vizuri, wanaishi vizuri na sisi, wanapenda kuwa na sisi yeah. na sisi pia kwa upande wetu ingekuwa vizuri pia twende nje yeah. mm -hmm. ndo sasa imeanza wito wangu yeah. imeanzia pale okay. kwenye masuali haya kusema, mimi pia ningependa kuwa kama hawa watu yeah. niende mbali yeah na polepole. Ndio mwaka gani? ume hamu hiyo mwaka gani? mwaka gani ilikuwa 1988 hivi. Okay, ndio nimemaliza, nilikuwa shule ya sekondari kwanza. Yes, nikiwa shule ya sekondari nilikuwa na shirika kanisani pale, kundi la vijana ni na nini na hao wa misionari. Basi nilipomaliza sekondari, tulikuwa wawili kwenye kundi langu la pale pale shule mm-hmm. tulisema tuende nao na sisi, tumehamasishana sisi kwa sisi, basi tumeingia nao, tumeanza formation huko kwetu, nimeenda seminari, wote wawili sisi, tulikuwa shuleni pale, halafu tumeingia kwenye nyumba ya formation kwetu huko Paraguay, tulikaa miaka mitatu kumaliza ile kipindi cha kwanza hicho Halafu njiani hapa huyo mwenzangu akaondoka akaacha akatoka kufuata maisha yake ye, na mimi ndio nimeendelea. Basi nilipomaliza huko nyumbani miaka mitatu, nimetoka moja kwa moja, miaka mitatu tu nimekaa nyumbani huko, nikaenda huko Brazil mara ya kwanza, nikatoka nyumbani kwenda njia nyingine huko Brazil, jirani pale. Hapo ndio mara ya kwanza nimeanza kujifunza lugha na utamaduni wa watu, hata kama ni majirani lakini walikuwa wanaongea lugha nyingine. Ni yeah. Nchi tofauti yeah. Na nini na nini. Basi mm -hmm. Nikakaa hapa mwaka moja na kidogo kwenye mwaka okay. Walikuwa wa uchungaji walikuwa wametutuma hawa misionari kule eti tujifunze mm -hmm. nani lugha nyingine na kuwafahamu watu tofauti na sisi kwa sababu kazi yetu ya kimisionari itakuwa nje daima mm. Kutoka nchi yetu. Nimemaliza pale miaka mwaka moja na kitu, nikaenda kunovishe nchi yeah. nyingine tena huko Puerto Rico, huko maeneo ya Amerika ya Kati ni mbali zaidi <laughs> mm. na kujifunza tena tamaduni ya watu, tunaanza upya tena ku mwaka mmoja yeah. Baada ya hapo, nikarudi Brazil kumaliza masomo yangu ya theolojia okay. Baada ya theolojia, kwa sababu mimi niliingia shirikani, si kwa kuwa padre, ni kwa kuwa brada. Sisi tuna aina mbili ya kuwa yeah. si yeah. Kwa, uh, katika shirika letu yeah. Basi nilipomaliza uh, theolojia huko Brazil, shirika hapa la nyumbani huko para wameniomba niende Kanada kufanya nanii masomo tofauti tena, mambo ya psikolojia huko. Nikatumwa huko Kanada, kwenda Kanada miaka minne kujifunza tena lugha, utamaduni ya watu, kila kitu tena yeah. kule miaka miaka minne yeah. nilipokuwa Mi huko Kanada nilikuwa karibia kumaliza hiyo kipindi chetu cha masomo yeah, kwa kuwa misionari kabisa. Sasa nilipomaliza masomo yangu nikaweka nadhiri za daima okay. Hiyo ndio ni ngazi ya mwisho pale yes, ya kujifunza kuwa misionari okay. Nilipoweka nadhiri za daima, kwameniomba nadhiri za daima ni gani hizo? Nadhiri ni gani? ni tatu. Ndio, ndio nadhiri sisi tunasema nadhiri tuna tunajiweka mbele ya Mungu yes. Alafu tunamwambia mimi, ningependa kutoa maisha yangu kwako, nime, najiweka mkononi mwako kwa huduma yako na kanisa lako, maisha yangu yote, mimi sioi, sina mtoto, sina kitu. Maisha yangu ni kujiweka mkononi mwako Mungu, fanye unachotaka na mimi. Unaona hapo, ndio tunafanya hiyo nadhiri. Tunafanya nadhiri kwanza kwa muda fulani hivi, unasema ile ya ya, ya muda, nadhiri za muda, miaka mitatu. Hapa unajipima sasa, nasema hii maisha haya ni ya kwangu, itakuwa yangu, unapenda hivi nini, unajipima miaka mitatu kwanza, halafu ndio baada ya miaka mitatu namu, nasema ndio, haya maisha ni yangu, napenda haya maisha, basi daima naweka maisha yangu mbele ya Mungu na kwa huduma ya kanisa katika Shirika la Roho Mtakatifu. Ndio, nilifanya mimi wakati ule. Okay. Baadhi ya hapa basi wameniambia itabidi uombe sasa, wapi unataka kwenda kwa mission. Itabidi uombe shirika sasa, shirika litakutuma nimeomba kwenda Tanzania jirani zetu huko Uswahilini <laughs> basi, nimesema nitume huko Tanzania, nimesikia kuna mission nzuri kule. Alafu tena kuna wa conference ambao wanafanya kazi na wakimbizi. Wakimbizi wanaokuja kutoka Kongo, kutoka Burundi, nini huko Kigoma huko. Okay. Nasema unitume basi huko. Ningependa kuwasaidia hawa watu kupitia shirika na kanisa. Wameniambia mm, ni vizuri ujipange kwanza masomo na nini. Sasa wewe umeshapata masomo. Umesoma mambo ya psikolojia na nini? Basi unaona, huko tayari, basi tunakutuma huko. Nimejikuta sasa Tanzania bila kujua lugha, bila kujua nini, mara ya kwanza Afrika yeah. nilikuwa tayari ni badilisha nchi hivi lakini ya kizungu kizunguhiv, lakini Afrika yeah. A, mara ya kwanza ipofika Tanzania basi kujifunza lugha tena, utamadhuni ya watu yeah. kila kitu yeah. yeah. nilikaa miaka kumi na tano huko, wow. Tanzania kujifunza Kiswahili, alafu huko maeneo ya Kigoma kule kuna Kiha, Warundi kuna Kirundi yeah. lugha zingine zingine. Maisha ya kimisionari ndio ni kujifunza tu kile kitu ambacho si cha kwako, kwa kuweza watu wakupokee vizuri. Basi ukienda sehemu ya watu, alafu we hujui hata lugha, ujifunze lugha ya watu yeah utamaduni ya watu, utaishije kati ya watu, utapokelewa vizuri? Kama wewe unataka kuishi na watu, jifunze maisha yao, lugha yao, utamaduni wao, imani yao, kujifunza kuingia, utapokelewa tupote vizuri. Watu ni wazuri, wanafurahi kutupokea. Nando miaka kumi na tano huko baadhi ya Tanzania, ndio wameniomba kurudi nyumbani kwa miaka mitano Saidia vijana wetu ambao wako formation. yes. mm -hmm. na elfu mbili na ishirini na tatu nilipokuwa nani novishet pale komo formator, wameniomba pa kutoka Roma kwenye mm makao makuu yetu, yeah. ya shirika niende eti kusaidia kule pia katika ofisi ya haki na amani ya kishirika sasa kiujumla, ambayo niko nafanya sasa. Mariano, Mariano yeye eh, ndiye kiongozi wa ofisi ya haki na amani Justice and Peace kwa shirika la Roho Mtakatifu eh, shirika duniani nzima, na ni kazi ambayo anafanya ku, ku eh, eh, amba, amba kwa furaha anaweza kuhudumia inchi sitini ambako wote wanashirika wa Roho Mtakatifu wanafanya kazi na anavyosema ni kwamba umishonari ni kuwa tayari kujifunza kisicho chako, kujifunza lugha isiyo yako, kujifunza mm -hmm. utamaduni usio wako, kujifunza vitu ambavyo sio yako, ndio maana ya umishonari hiyo. Siwezi sahau Marian na, mm -hmm. mm, na kwenye shirika la Roho Mtakatifu kuna aina mbili za wito mm -hmm. kuna na wito ya upadri na pia kuna wito ya eh ubrada. Ubrada e, e, e, ungependa kusema kitu kuhusu? Ndio, ndio. hmm. Eh, mara nyingi uh, ni vigumu kidogo kuelewa hiyo utofauti, huu huko wapi. hmm. Lakini kwa kuelewa mimi kawaida na nawaambia watu uh, brada ni sawa sawa na padre katika maisha ya shirika yes. hatuko tofauti ah, okay. sisi sote ni mtoto wa shirika yeah. memba wa shirika na dile, tofauti. zile, zile, yeah. zile. <laughs> zile hatuna tofauti yoyote yeah. pale wewe yeah. ni wa Kenya mimi ni wa Paraguay. wewe ni spirita mimi ni spirita, katika hilo hakuna tofauti yoyote yeah. yeah. anaingia kwetu to kuwa padre au brada hakuna tofauti kati yetu katika shirika yeah. Yeah. sasa utofauti uko wapi? tofauti uko katika huduma tunaotoa katika kanisa, kanisa. Yeah. mimi kama brada sipati nani nasemaje, i sipati upadrisho ii yeah. No, zi, zile nadhiri ambazo tunasema daima, hiyo hiyo mimi ninayo, yeye anayo, yeah. kwa hiyo katika hilo mimi sioi, yeye haoi, mimi ni tunafanya ile nadhiri ya umaskini, yeye anafanya yeah. vile vile yes. Na, nadhiri ya ufukara na nini, yeye pia ni sawasawa, katika hilo ni sawasawa. Halafu uh, lakini yeye ni padri, alipata upadrisho hapo. Mi singi kwa sababu hiyo ni kazi ya pekee ya padri. Ndio maana alipata upadrisho kwa mm -hmm. mfano kusoma misa, sakramenti, kusikia nani eh, maungano, maungano ya watu mm -hmm. naona hivi hivi vitu vya padri mm -hmm. sakramenti zote E, yeye siwezi kwa mfano kuongoza misa kwa sababu sina ile upadrisho hapo. Ndio tuko tofauti hiyo katika huduma ya kanisa. Naona, kwa mfano, yeye anaweza kuwa paroko, anaongoza parokia, na mimi siwezi, kwa sababu si sio padri. Naona, sisi tunasema sisi ni watawa, katika utawa wetu tuko tofauti na tuko sawa sawa, hakuna tofauti katika utawa. Tuko tofauti katika hiyo ya huduma yeye ni huduma ya kipadhi na mimi huduma zingine, ambayo labda kijamii. Mimi katika masomo yangu ni nimesoma psikolojia mm, kwa hiyo -hmm. naweza kusaidia katika hilo na au uh, vitu vingine katika kwa mfano kwenye parokia, katika hutume mbalimbali hutume mbali ya parokia ambayo si ya kisakramenti ambayo padre tu anaweza kufanya mm -hmm. na hapo ndio tuko tofauti kidogo na eh, hapa ni wito mwingine anajisikia ana, ana, kuenda kwa njia ya upadri, yeah. Wangine, ana ana, kwa njia ya upadhi na mwingine anabaki kwa kwa njia ya mtawa yeah. Naona ni sisi, tuna tunasema katika shirika brother na padre yeah. Katika huduma ndio tofauti, lakini katika nani yetu nafsi yetu kama watawa tuko sawa, sawa. Hakuna tofauti ya Padre Edward na Brother Mariano pale, hakuna tofauti yeah na ndo, yeah. Shirika letu kuna hiyo njia mbili, naona yeah. katika huduma yeah. na ndio sababu tunawaambia watazamaji, wasikilizaji, wale vijana ambao eh, vijana wa kiume ambao wako na roho ya kuwa mapadri wako na roho ya kuwa eh, mabrother wanakaribishwa kabisa kabisa na sasa hivi tuko kwenye tunafanya kazi inji sitini hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kwenye nchi yako kama kuna shirika la Roho Mtakatifu, kuwa na huru kutafuta ofisi za eh, mm -hmm. eh, vocations eh, tunakukaribisha. Tutakuwa na furaha kuwa na mabrotha na pia ma, ma mm -hmm. na mapadri na alivyosema Mariano sisi ni sawa. Kinachotofautisha ni kazi ile kazi ambayo ninafanya ni, ni tofauti na ile brother anafanya, lakini wote tunachukua nadhiri zilizo sawa. ungependa yeah, kuongezea kitu Mariano? E, ndio yeah, hivyo ulivyosema wewe. Okay, kama kijana okay, au wengine ambao si kijana sana, lakini anajisikia eh, tuseme wewe bado huoi na nini, lakini una una hiyo unajisikia kwamba ningependa kufuata njia hiyo mm. na najisikia kama Mungu yuko anani ananisukuma. Pale naona karibu karibu, uh, tafute kama nchi kama huko sijui Kenya, huko Uganda, huko wapi huko, watafute uh, wa Spiritan watakueleza uh, vizuri zaidi nani ukiwa, ukiwakuta, sasa ukutane nao watakuelezea vizuri zaidi maisha yetu, sisi tunaishije, tunafanya nini, tunaenda wapi jinsi ya nani kujiorganize katika shirika letu nani, na masomo utafanya wapi, unapaswa kwenda na nini wapi, unaweza kumwona nani, hizo zote watakuelezea ukiwatafuta, na watakupokea vizuri tu, sio mm? -hmm. Sasa kitu kimoja kimekufurahisha kuwa mwanashirika wa Roho Mtakatifu mm -hmm. Nini, nini kimo, kitu gani kimekufurahisha kimoja, hmm. kuwa mwanashirika wa Roho Mtakatifu? cha kwanza kabisa hiyo tuseme nafasi kubwa sana katika shirika ya kuweza kwenda kukutana na watu tofauti na wewe. Unaona, hiyo ndio ni ile uinjilishaji na ni ile, wewe unaenda na uwepo wako kati ya watu ni injili ya Yesu, ni injili ya Mungu kwa kwa watu unaona na eh, katika, ukiwa katika Shirika la Roho Mtakatifu utaweza kufanya hiyo popote duniani. Leo huko Tanzania, kesho utakuwa si Uganda, kesho utakuwa kama wewe uko Australia, k mimi niko hapa Roma, Pari na sijui wapi utakuwa na hiyo nafasi. Ukiwa na ni spiritan, eh, missionari wewe mwenyewe unaweza kuomba, nasema ningependa kwenda fanya misheni kule sijui Zimbabwe sijui Filipino sijui wapi hiyo -hmm. nafasi utapata, yeah, unalokiwa eh, memba wa shirika la Roho Mtakatifu. Sisi hatukai kwetu, kuna uh, changamoto zake no yeah. kwa sababu yeah. unapaza kama mimi nilifika Tanzania sijajua Kiswahili hata neno moja yeah. ilibidi nijifunze Kiswahili chakula lugha, kujifunza lugha sio rahisi yeah. unachukua muda labda mwaka moja yeah. mm mbili Alafu sisi tukienda mission huendi. Ue, mwaka moja miwili unaenda kwa miaka yeah. kama mimi miaka, na wewe, miaka mingapi ya Australia? Australia uh, nimaika, miaka saba, sasa. Miaka saba. Eh, na hakuna uh, utaratibu kwamba utatoka kesho ah. <laughs> kwa hiyo ndio <laughs> maisha yetu, hatuna muda katika mission. Wewe unatumwa wewe ende tu unatumwa, usihangaike kila kitu utapata pale unapoenda, yeah. Watu wako pale watakupokea vizuri, wanafurahi kukupokea wa misionari yeah, katika kanisa. Hata watu ambao si wa kanisa watakupokea vizuri yeah. No, ndo uzuri wa maisha ya kimisionari. Wewe si si mwanasiasa sio, wewe <laughs> si mwana mwanabiashara hapana, wewe ni misionari yeah, mtumishi wa Mungu unaenda. Yeah. Na wataku, watu watakupokea kama mtumishi wa Mungu na li, ni, vizuri wewe uonyeshe kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Naona. No, no. Hapo ndio hakuna shida yoyote. Yeah. Mambo ya Mungu, mambo ya Mungu haina lugha, haina rangi. Wewe ni mzungu, mimi ni Mwafrika. Sisi sote ni watoto wa Mungu pale. Yeah. Tunapoenda. Na no, no. Hiyo ndio furaha yangu. Na mimi niko nilishaamua. Sifikiri na namuomba Mungu anisaidie. Yeah. Nibaki katika maisha haya, katika mwisho kabisa ya maisha yangu. Nasema mimi nimeshajitoa. Basi mnitume tu, mimi naenda. Ndo no. Yeah. Furaha yangu kubwa sana ya ya katika haya maisha ya, ya kimisionari na, Yeah. Yeah. Basi nashukuru eh, Mariano, nashukuru muda wako. Tumemaliza mkutano wetu hapa eh, Ufaransa, eh, Paris, eh, ulianza tarehe ishirini na mbili mm na -hmm. Leo tumemaliza huo mkutano na tunarudi sehemu zetu za kazi eh, Mariano anarudi Roma kwenye generalate, ofisi yetu kubwa kuendelea na kazi yake ya justice and peace kwa shirika letu la Roho Mtakatifu na mimi narudi au Australia ambako mimi ni, eh, nafanya, niko kwenye uongozi kule Australia na Papua New Guinea. Kwa hiyo tunafurahi tumekuwa tuna pamoja na nakutakia kila la heri, Mariano. Asante sana. Yeah. No, mimi pia na naku, nakutakia naku, kila la heri na safari njema s unaenda nyumbani Kenya sana sawa sawa asante Mariano This is Spiritan media Cor Unum et Anima Una telling our stories to the ends of the world through the media the past the present and the future.